Upumbavu gani ono? Kwa mimi kuondoka tu kidogo, kukwachia nyumba, ushaanza kuingiza anaume mundani, si ndio? Hapana mama, hapana nini? Ina maana unajifanya unajua sana kuliko mimi, si ndio? mm -mm. Kondomu hizi umepata wapi? Alinipa Dr. Chilo. Aha, nililijua hilo. Ehe, kakupaje wee hizi kondomu? Wewe msichana, yule mtoto wa kiume kakupa kondomu hizi kwa, kwa maana gani? Aliniambia tu mama, alinipa tu kwa sababu niwaelimishe wasichana wenzangu hapa kijijini. Kwa hiyo tunataka kunirubuni kuni kunipoteza mimi Maboya, si ndio eh? Subiri. Ntaujua tu ukweli wa hizi. Wasichana wote wajawaona kakuona wewe tu ndio wao. Sa, Ndisa, Ndisa mjukuu wangu utalia mpaka lini? Tunajua una tatizo lakini sisi familia yako tuko pamoja na wewe. Hili ni tatizo ambalo jamii inatakiwa ijue ya kwa kwamba wewe una matatizo kama wagonjwa wengine. Tuna wagonjwa wengi sana, TB, ukoma. Nani hawatakiwi kukunyanyapaa. Sisi kama familia yako hatutakutupa. Ndisa, punguza machozi, mjukuu wangu. Mimi nakwenda kwa yule mama mkunga kwenda kukuchukulia dawa ambazo zitapunguza maumivu kwa muda, kabla tutakwenda kwenda hospitali kubwa. Futa machozi yako. Nataka nikirudi hapa nikukute uko kwenye hali nzuri. Sawa. <tune> Usiku mchana chunga sana mambo yako, kuumudu na wenyewe halafu. Hakuna mwanaharakati tajiri, fata mambo yako. Unajidanganya, narudia tena, unajidanganya. Na wewe pia unajidanganya, nisikilize, mi sio mpumbavu wewe yaani amwezi kunipeleka peleka, sisi tumekuepa wewe dhamana ya kusimamia na kutongoza sisi kama mwenyekiti wetu, kwa nini tupeleke njia ambayo? Nisikilize, mimi naita gamba, ngozi yangu tu inatosha kujigamba. Mpumbavu, unajifanya unajua eh? Alafu, najua ninachokifanya, alafu na nguvu ya ziada kozi, Mungu, ambayo sio sahihi Ioke anifokea mimi na bibonge bonge, tunajua nini tunafanya. Fata mambo yako. Shikamoo. Hmm. Marahaba. Jambo. Si jambo, kuna kitu nataka nikuambie. Kitu gani? Nakumbuka, unakumbuka ile siku ambayo tumekutana kule njiani nikakukimbia, ile siku mungu anatoka kwa Bitikisa. Sasa kuna mambo ambayo nimeambiwa kuhusu wewe na yule dokta nani, huy Dokta Chilo, kwamba hizo ndoto zenu za kuelimisha hapa kijijini atahakikisha nazizika hapa hapa kwenye kijiji cha ma. Sasa mimi hayo mambo siyataki k nikaona, bwana nje, kusema ukweli, na vilevile vile nikombe msamaha. Hmm. Okay. Sawa mi nimekuelewa, ila naomba unasikilize Zubele. Sawa? n Yani, kwanza nikupe ongera kwa kuchagua njia iliyokuwa sahihi. Hii njia unaopita ni njia sahihi kwako, sahihi. Unajua, tunachotaka sisi ni kwa faida wa ya wanakijiji wote, yani kijiji cha Mamboleo kiwe na faida. Sawa? kwa hiyo chochote utakachokisikia au wale wapuuzi watakachokuambia chochote, naomba usisite, njoo

Baba wa mbingu shusha baraka. Si wana shida, tunateseka kijijini. Tunateseka mama, Zubeda, umeona upumbavu, subiri kwanza. Mama, umeziona hizi hata mimi nimegewa na mwanao huyo Kibena. Yeye mwenyewe amezipata kwa Dokta Chilo, anatuhamasisha sisi vijana wenzie. Hii ni kinga ya kuzuia mimba, kuzuia magonjwa ya zinaa, kwa mfano kaswende, gonolea, kisonono na hata HIV. Kwa kuziona kwa mwanao hizi, hata usiwe na wasi, lazima nistuke stuki nanizibeda kwa sababu mimi niliondoka nienda shamba nikamwacha mwenyewe pale kwenye ule mji, narudi ndo namkuta na vitu na kama hivi. Kibena bado mdogo kwao, lazima nistuke. Ni kawaida ya kustuka kwa mzazi akiona vitu kama hivi. Kwa hiyo hata usiwaze kuhusu ah. hii hmm. Basi nitakuwa nimemkosea kweli mwanangu? Hapana bwana, mama hmm. Aya basi, mi naenda subida. Sawa, karibu haya.

nangu nisamee, mwanangu, kwa kufikiria vibaya. Nimeenda kwa Zubeda akanieleza kila kitu, kumbe ni mwanaharakati mwanangu. Sawa mama, hata babako alikuwa hivyo hivyo, mwanaharakati, mpenda haki, mpenda maendeleo eh. Lakini wewe mwanangu bado mdogo, punguza maana babako alichukiwa hapa kijijini, alichukiwa kweli na wana kijiji.

Yaani naanza sana sikuwa kwenda kujifungua sita kuna nani leo kwa haraka sana? Eh eh, wewe nana, nini shida? Hali ya Ndisa, kila kitu kila kwa mbaya, hmm. Kumbe Ndisa bado naumwa. Hivi ninamfuata Dokta Chilo nikamchukue ili aende akaangalia ile hali ya mgonjwa. Utakuwa umefanya jambo la msingi sana. Maana kila siku anatibiwa hapa kijijini na dawa za miti shamba, lakini hakuna kitu kinachomsaidia, ila kama umewaza kwenda kwa daktari Chilo utakuwa umefanya kitu cha muhimu sana. Ni sawa. Wacha ni mwanie. Sawa? Haya. Si wana shida, tunateseka. Kumbe ndio sababu hali yake inamsumbua? Eh, ndio sababu anaumwa. Ah, shemeji. Naona. Ya kuteka maji Nikusaidie, rafiki yangu. Ya jambo jambo, anaendelea tu vizuri, rafiki yako anazotoka siku ile. Ah, salama. Eh. Sasa, shemeji. Mama amesharudi shamba, nitakuja kumuona. Utakuja kumuona. Maana amekuulizia. Naye amekuulizia shoga yako na mume kaambia, wote wako vizuri. vizuri. Bana, endelea vizuri. Bibi anakaribia kujifungua, ndio, ndio. Mimi nashukuru sana kwa mama amerudi salama. Ndio. Jambo zuri sana mm -hmm. Lakini vipi hali yake inaendelea? Yeye, yeah, anaendelea tu vizuri tunamshukuru Mungu amerudi salama. Ndio. Na kuhusu mazao? Mazao, Ah, yanaendelea tu vizuri, amesema Mungu akimjalia atapata tu mazao. Basi haina shida. Mm -hmm. Mama bwana anapenda sana kilimo. Ndio. Yetu, sa, ni kweli, bila kulima. Unafikiri sasa kuna nini kinachoendelea? na ma mambo yamekua magumu na sisi huku kijijini kwetu, hmm. Kilimo ndo kila kitu. asanamsalimkumuona mwanangu Kiben nammama embonipe habari za mpya za hapa kijijini, maana ni toka nilivyotoka kuna mpya gani hapa kijijini? <laughs> Mama, hmm. Unafikiri kuna mapya? Basi uloyacha ndo yale yale uloyakuta hapa kijijini, hakuna hata mapya wala hakijaongezeka chochote mama yangu. Alafu hmm. Mama ulisema utachelewa kurudi, mbona umewahi ni <laughs> kweli mwanangu, lakini hizo mvua zinazoonyesha huko unakalika, basi hakukaliki mwanangu, ina maana unataka kuniambia mvua ikiendelea kuzidi tutayakosa kabisa mazao kwa shamba? Hey, maana kila kukicha ni mvua. Mvua zikizidi mazao yanaharibika. No. Mm. Sasa nikuambie kibene. Mm. Embukaa nileteke kibeseni changu nachowekeaga ikeaga mboga apatanki mm, maliza hapa nioshe kabisa, sawa Iza ni kwambie. Yani, sai staki kabisa habari za umbea, unanielewa? Alafu huyo mnamfatilia gamba atawazika hapa wazima, wazima. No, no, no, no, no, no, no. Kijiji chetu cha mambo leo. Hakuna maendeleo kijiji chetu Chawi, chuki, visa, vifo, matukio, wakunga wasio na elimu. Kijiji kina mwagada mamboleo.